refu mbeleenyu, wacha nikaezibaisha mtumishi wa Mungu haja hajatulishe neno wala si mwingine ni Pastor Magdalene, mtumishi wa Mungu. Na na makofi aaa Haleluya! Aleluya! Oke, okay, salamu za mwaka mpya kumenda mkate tukaweze kujijenga ila kukicha, Mungu ametuwazia mema, ndio maana leo mimi na wewe tuko mahali hapa. Mungu akazidi kukubariki na kwenda kuumega mkate, akatuakumekanie sisi sote, amen. Mebarikiwa sana mtumishi wa Mungu ote, katika kitabu cha Wafalme wa pili Wafalme wa pili mlango ni wa tisa, Wafalme wa pili mlango ni wa tisa. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa ishirini. Mtumishi wa Mungu, tutasoma kitu wa very clear na mpaka na <tihalina> ki..., mstari wa ishirini, maanake ujumbe wetu katika mstari wa ishirini. Amen, tuamini na tuombe. Uketiye mahali pa juu mahali pa mamlaka na mahali pa uweza, tunazidi kuchuchumia miguuni mwako masana majira kama haya, hakika tukikiri kwamba hakika wewe ndiye Bwana mfalme na kuna Mungu mwingine Masia Mtakatifu, tunakuita siku ya leo kwamba ni Ebenezer, maana umbali huu umetutenda jambo jema na jambo, kuna jambo la maajabu. Nasema ni asante Baba, mtumishi wako ninasimama inazidi kulitia jina lako jinsi ulivyosimama na Zakari ya Bwana, jinsi ulivyosimama na Mika mfalme. Bwana, ni wewe tu tunayemwabudu mahali hapa Baba. Ukazidi kusimama baba yako, ukaachilie kinywa chako, ukanene nasi jinsi ulivyokuzulia. Ni kwa ajili ya siku hii njema, sifa na utukufu zikakulegelee katika kiti chako chenzi. Ni katika jina safi na kula mwana wa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini, Amen. Eileco Wafalme wa Pili tisa kwanzia mstari wa kwanza inasema nabii Elisha <coughs> akamwita mmoja hapo wa wana wa manabii akamwambia, jikaze viuno, ukachukue chupa hii ya mafuta mkononi mwako, ukaende Ramoti Gileadi. Utakapofika huko, mtafute Yehu mwana wa Yehoshafati mwana wa mwana wa Nimshi, ukaingie ukamtoe miongoni mwa ndugu zake, ukamchukua katika chumba cha ndani kisha ukatoa ile chupa ya mafuta, ukayamimine juu ya kichwa chake, ukaseme, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Kisha ufungue mlango ukakimbie, wala usikawie. Basi yule kijana yule nabii kijana akaenda Ramoth Gileadi, naye alipofika Tazama, majemedari wa majeshi walikuwa wamekaa naye, akasema nimetumwa na neno kwako, e jemedari. Yeye akasema kwa yupi miongoni mwetu sote? Akasema, kwako wewe, ye jemedari. Akainuka akaingia nyumbani, naye akayamimina yale mafuta kichwani pake, akamwambia Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya watu wa Bwana, nawe utawapiga utawapiga nyumba ya Ahabu, bwana wako, ili nijilipiza kisasi cha damu ya watumishi wangu manabii na damu ya watumishi wote wa Bwana mikononi wa Yezebeli, kwa maana nyumba yote ya Ahabu wataangamia, nami nitambatilia mbali kila mwana nyumba ya Ahabu yeye aliyefungwa na yeye asiyefungwa, katika Israeli. Nami nitaifanya nyumba ya Ahabu kuwa nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia. Naungwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Israeli, wala hapata kuwa na mtu wa kumzika. Akaufungua mlango akakimbia. Ndipo Yehu akatoka kawaendea watumishi wa bwana mmoja. Wao akamuuliza je, ni amani? Huyu mwenye wa, mwenye wazimu amekujia kwa nini? Akawaambia, ninyi mnajua mtu huyu na, haba, na habari ya maneno yake. Wakasema, ni uongo, haya tuambie. Akasema, aliniambia haya na haya, akisema Bwana asema hivi, nimekutia mafuta huwe mfalme juu ya Israeli. Basi wakafanya haraka kila mtu wakalitoa vazi lake na kulitia chini yake juu ya, ya madaraja, wakapiga baragumu wakasema, Yehu ni mfalme mm hivyo -hmm. Yehu mwana wa Yoshafati mwana wa Nimshi akafanya fitina juu ya Yoramu. Basi Yoramu alikuwa akiulinda Ramot Gileadi yeye na, na Israeli wote kwa sababu ya Hazaeli mfalme wa Sham. Lakini mfalme Yoramu mwenyewe alikuwa amerudi apate kupona jeraha zake alizotiwa na Washami alipokuwa akipigana na Hazaeli mfalme wa Sham. Yeye akasema kama hii ndio nia yenu, basi msimwache hata mtu mmoja atoke mjini, kwa maana Yoramu alikuwa amelala huko, na Hazia mfalme wa Yuda alikuwa ameshuka ili kumtazama Yoramu. Basi mlinzi alikuwa anasimama juu ya mnara ya Israeli, akaliona lile kundi la watu wa Yehu alipokuwa akija, akasema, naona kundi la watu. Yoramu akasema, haya mtwae mpanda farasi mmoja ukampeleke ukampeleke aende kuanaki na kuuliza, je, ni amani? Basi mpanda farasi mmoja akatoka akawalaki akasema, je, ni amani? Yehu akasema wewe una nini na amani? Geuka unifuate. Yule mlinzi akatoa habari akasema, yule mjumbe amewafikiria, lakini harudi tena. Ndipo akapeleka mpanda farasi wa pili na akawafikiria, akasema, mfalme asema hivi, je, ni amani? Yeye akasema, geuka unifuate. Yule mlinzi akatoa habari akasema umewafikiria, wala harudi tena na mwendo huu ni kama mwendo wa Yehu mwana wa Nimshi, maana analiendesha gari kwa kasi. Amen, haleluya, atukuze Mwokozi. Ni habari za Israeli na Yuda wakati yule mfalme Ahabu alikuwa ameshakufa mahali pale. Pesa zipiwe wakawa ni wale watu wa kufanya mambo ambayo aliyochukiza mbele za Mungu. Mungu akawa ameghadhabika mahali pale. Na Mungu alikuwa ameshanena kupitia Elia nabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba atateua mtu ambaye atakuja kuchukua nafasi mahali pale na kutoa kile kizazi cha Ahabu mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika ni siku za Elisha, akapewa ile joho na jukumu la kutoa mafuta ni kwa ajili ya yule atakokuwa mfalme wa Israeli na kuondoa kile kizazi cha cha Ahabu mahali pale na Yezebeli. Bwana Yesu asifiwe. Maana kile kizazi cha Ahabu na Yezebeli miungu katika kuabudu bahali mahali pale na walikuwa wamewaua manabii wa Mungu mahali pale. Kwa hivyo Mungu aliachilia kisasi mahali pale, alikuwa ameachilia kinywa chake kinywa chake. Ikakuja kutimia kupitia Elisha mahali pale, akamteua mtu mmoja ambaye alikuwa ni jemedari anaitwa Yehu. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Yehu alipotawazwa mahali pale, akapakwa mafuta na akapewa jukumu akaambiwa bingu, Bwana Yesu, na akapewa jukumu akaambiwa kwamba bingu zinakutambua Bwana Yesu asifiwe. Na aliposikia sauti ya bingu hakuangalia nyuma atukuzwe Mwokozi. Alienda na hiyo sauti moja, akaenda kuwafuta wale wafalme wa Israeli na wafalme wa Yuda ambao walikuwa ni chukizo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akateua jemadari wa majeshi yake mahali pale, akawa akienda mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa karibu kufika mahali pale, wale wafalme wakatuma ujumbe kumuuliza, je, unakuja kivipi? unakuja kwa amani? Yule mjumbe alipokuwa anamuuliza mahali pale, akamwambia hakuna amani mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Takuwa mwewe, takuwa ni wao wao yule akachagua kwa yeu. Bwana Yesu asifiwe. Wa pili pia akachuma mali pale kama vile vile. Yule aliyokuwa pale kwa mnara alikuwa akichunguza yale maneno akasema, mali hapa, mambo haya si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Maana yule anayekuja anakuja kwa kasi sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana ana ujumbe kutoka mbinguni, amesikiza kinywa moja, amesikiza unabii wa Mungu na kuangalia kutapatapa, kuangalia nitaweza ama sitaweza kinyume na Mungu alikuwa ni awamalize iyo makuta ilikuwa nawekwa mahali pale ili akatende lile jukumu. Kwa hiyo haku sitanika jila mfalme ya Azia, haku sita nika jila mfalme Yoramu mahali pale, hakuangalia akasema, mimi ni mnyonge, sitaweza zitaweza atukuze Mwokozi, kinywa cha Bwana kinanena kila kukicha, kupitia hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ilipokuwa tukifungua mwaka mahali hapa, kinywa cha Mungu kinanena mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe, tukaambiwa tunapita bila lawama, mbingu zikanena kwamba tunapita bila lawama, kwamba tunavuka bila lawama, kwamba tunabarikiwa bila lawama. Bwana Yesu asifiwe, Amen. kwa hivyo tunaingia na ujasiri kama Yehu, 2026 tunaingia na ujasiri kama yehu Hakuna magonjwa tena, hakuna kilio tena. Atakaye simama kinyume kukuloga usiku na mchana, Biblia imesema ni moga wako Amen. Yehu waitauliwa kwa mfalme, haleluya, maimetuya Israeli, umetauliwa kwa mfalme juu ya baraka zako. Bwana Yesu zikile, ukatawale baraka zako Amen. Ukamiliki baraka zako, hakuna kuyumba tena, kwamba mimi sifai kwamba mimi sijielewe, kwamba mimi niko hivi na hivi. La hasha! Kinywa cha Bwana kikinena, kimenena. Kinywa cha Bwana kikinena, hakuna kusita tena. Tunachukua mwendo kwa kasi kama yehu. Bwana Yesu asifiwe! Yeyote anayesimama kinyume nasi tunapita naye, maana lazima tunyakuwe baraka zetu, lazima tuongezeke, lazima tuinuliwe kiwango hadi kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Yule si anapata kuinuliwa kiwango hadi kiwango, ni yule anayeketi mahali pa siri pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye una mahusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe, sio hivi hivi tu Tumeumbira mahali hapa toka asubuhi kwamba baraka ni baraka ni gharama. Bwana Yesu asifiwe, ni lazima tupatikane mahali pasiri pa huyu Yesu, lazima tuwe na mahusiana ma huyu Yesu Kristo. Ndio maana aa kukuita kama yeye ni kimbilio letu na ngome yetu, akafanyika ngome Kitu kingine tena, Bwana Yesu asifiwe, ambao wamesimama wewe. Wewe. Kinyume na wewe welete, umesikia kinywa cha Bwana tangu tufungue mwaka katika marabara te umekubaliana wale wamesimama katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe, wa wanakaa na Mungu, wanasemezana na Mungu, wanajua kujitakasa, wanajua kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Na mwendo ule ulikuwa ni mwendo wa kasi. Je, huu alikuwa na mwendo wa kasi, alikuwa na mwendo ambao hujulikani na mwingine yeye peke yake. Yule alimwona akasema, hii mwendo si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Uimbaji wako usio wa kawaida, maombi yako si ya kawaida, uchezaji wako sio kawaida, unyenyekevu wako usio wa kawaida. akibangandahakamana yule aliyekuita, maana huangalii wanadamu, unamfanyia baba yako aliyekunga. Ndiye aliyemtia yeye nguvu, akatoka na mwendo wa kasi, akakutia nguvu katika maombi akakutia nguvu katika kunyenyekea, akakutia nguvu katika kutii bila lawama. Kwa hivyo usiachane na adui, usimwache kwa kuwa kisiiti ama kikwazo kwako. Bwana Yesu asifiwe! Uko na nguvu, uko na mamlaka. Yesu alipewa nguvu, ingia kwa nguvu, pokea mamlaka ya Bwana, aondoe kisiki na chote kinachokurudisha nyuma, zote za vyura. Kata mtoto wa Mungu, vikwazo zote, iviazo zote za dhambi